Chama cha Wauguzi Tanzania TANNA kimelalamikia serikali kuhusiana na kiwango cha malipo wanacholipwa kuto kuendana na kazi wanazozifanya licha ya kuwa na kiwango kikubwa cha elimu. Akitoa malalamiko hayo wakati wa mkutano na waandishi wa habari jijini na Arusha, rais wa chama hicho Daktari Ezekiel Mbao amebainisha kuwa hivi karibuni wamekuwa na malalamiko mengi kutoka kwa wauguzi juu ya muundo wa maendeleo ya watumishi wa umma wa kada ya wakaguzi na wakunga, wakiomba serikali ifanye maboresho ili kuendana na mahitaji ya taaluma ya kisasa. Amesema malalamiko hayo yamedumu kwa kipindi kirefu tangu mwaka elfu mbili na kumi na tatu, ambapo katika mkutano mkuu wa wauguzi uliofanyika Mei tisa 2025 serikali iliahidi kutatua changamoto hiyo na kuwa muundo mpya ungeanza kutumika mnamo mwaka mpya wa fedha Julai 2025. Na cha kusikitisha, mpaka sasa hivi ahadi hiyo haijatimizwa kama ilivyoelezwa na mheshimiwa naibu waziri Wauguzi wana maswali mengi magumu: ni kwa nini serikali haijatimiza ahadi yake, na wakati tulipewa taarifa kuwa tayari swala hilo limekamilika na muundo upo tayari na utaanza kutumika rasmi Julai 2025? Kukosekana kwa taarifa kutoka serikalini juu ya swala hili umeendelea kuzua taharuki miongoni mwa wauguzi na hivyo kupelekea ongezeko la malalamiko kwetu viongozi, wakidai kuwa serikali haijatimiza ahadi ambayo imekuwa ikitoa mara kwa mara kwenye maadhimisho mbalimbali. Viongozi tumefanya kazi kubwa ya kutuliza hali hii na pia kuzidi kufuatilia utekelezaji wa ahadi ya serikali viongozi. Tunaomba kuchukua fursa hii sasa kuiomba serikali yetu ambayo ni sikivu, ambayo inaongozwa na, na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kutatua changamoto hii, kwani imekuwa kilio kikubwa cha muda mrefu cha wauguzi na wakunga. Na malalamiko hayo ya muundo husika yaliwasilishwa serikalini kwa nyakati tofauti, kwa kuwa hauendani na maendeleo ya taaluma na mabadiliko ya huduma, jambo lililodumu kwa muda mrefu toka mwaka elfu mbili na kumi na tatu. Na wauguzi wamekuwa wakiomba serikali ifanye maboresho ili kuendana na mahitaji ya taaluma kwa sasa. Pendo Joseph ni makamu wa rais wa TANNA, amesema changamoto hiyo imekuwa ikiwaumeza sana kama wauguzi na hivyo kuwapunguzia morali ya utendaji kazi na taaluma yetu. Kutokutambua zile nafasi kwenye muundo za watu ambao wamejiendeleza katika hizi nyadhifa mbalimbali inatuathiri sana, kwa sababu hiyo ni issue ya recognition. Kama umesoma na ujawa recognized, inapunguza morali, alafu pia kwa viwango vile ambavyo vinaanzia vya mishahara, kwa sababu bado ni vya muda mrefu kulingana na muundo uliokuwa unatumika ulikuwa hauendani na ile na hii hali hizi jitihada ambazo zimeendelea za watu kujiendeleza, basi tunaamini kwamba ikifanyiwa kazi itatusaidia sisi tuwe na morali zaidi na tufanye kazi kwa moyo. Kwa upande wake, katibu mkuu mtendaji wa chama cha wauguzi Tanzania Chacha John ameeleza kuwa licha ya jitihada kubwa zinazofanywa na serikali kusomesha wauguzi hao na taaluma kukua, lakini bado wanakumbana na madhara ya kutotambuliwa kwenye muundo. Sasa huyu mtu unapomsomesha, alafu anarudi, unamuundwa umtambui, inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo ni madhara mojawapo ambayo sisi tunayaona kwa nafasi yetu. Sambamba na hayo, moja ya lengo la chama cha wauguzi Tanzania, ni kutetea maslahi ya wauguzi na kuhamasisha wajibu na haki ya muuguzi katika utoaji wa huduma bora za afya. Kutokea mkoani Arusha, M